Uh, Mwijaku wewe ni mmoja kati ya watu ambao wamechukua fomu za kugombea nafasi ya ubunge. Kitu gani kimekusukuma? Moja, nimeona huu ni wakati mahsusi kwangu, kwa sababu nimeona serikali tuliokuwa nayo mm -hmm. inaruhusu vijana wenye uwezo, wenye upeo wa kuweza kuzisaidia jamii zao wazisaidie. mm -hmm. Nimesaidia jamii yangu kwa kwa uwezo nilokuwa nao, kwa nafasi nilokuwa nao kama mtangazaji, lakini kama influencer. Lakini sasa nimeona iko haja ya mimi kwenda kusaidia kwa ukubwa zaidi. mm -hmm. Na kitu nilichokiona ni kuona serikali imeweza kuruhusu vijana wenye mawazo mtambuka. Tumeona baadhi ya viongozi ambao walipewa nafasi ya kuwa wabunge wametumia ubunifu wao wameweza kusogeza jamii yao kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Good example mtu kama Juma ni kijana ambaye tulisoma naye University of Dar es Salaam. Ameweza kutumia taaluma yake na utashi wake kuweza kuwamobilize watu kujitoa kufanya kazi, na amefanya hivyo kwenye miaka yake mitano ya sasa hivi, lakini miaka mitano ya JPM pia aliweza kufanikisha ndoto ambazo alikuwa anatamani sana vijana au wakazi wa Pangani kuweza kufanikiwa. Likewise kwangu, I have to do the same. Nimefikiria nikasema yuko haja mimi kwenda Mvomero, sehemu ambayo asili ya mama yangu alipozaliwa na mimi ni nikawainue vijana wenzangu kwa utashi, kwa nafasi nilokuwa mm. nao na mawazo nilokuwa nao tuweze kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, thus ndo kitu kilichoweza kunipush kusema niingie, kwa sababu mm. serikali inaruhusu mtu kutumia ubunifu na uwezo uliokuwa nao kuweza kuisaidia jamii yako. Mjua kwa baadhi ya wakosoaji wanasema kwamba watu maarufu kama wewe, wasanii, waandishi wa habari ambao wamechukua fomu eh, sio kwamba wana nia ya dhati ya kugombea ama ya kuongoza, lakini wanatumia fursa ya umaarufu wao kufanya hivyo. Unazungumziaje mm. kauli Ingekuwa nataka umaarufu, mimi sijagombea leo, niligombea kipindi kile ambacho JPM anaingia madarakani, niligombea jimbo la Kawe. Nere, naweza nikasema labda mngesema kipindi kile, lakini nimekaa ndani ya chama, mi ni mwanachama wa CCM. Nimeona mila, nimeona mila na tamaduni za CCM, nimesoma ilani ya CCM, lakini nimesoma katiba ya chama. Katiba ya chama inawagusa vijana kuweza kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi, isisubiri ufike umri wangu kusema yule ni mstaafu fulani, alikuaga Mwijaku kundoje niingie kwenye siasa. Serikali ya ina, ina push vijana kuweza kuchukua nafasi. Ukisema mi natafuta wa maarufu, mita ni maarufu mm -hmm. Dunia, dunia gani watu wasonijua, au nchi gani watu wasonijua? mkoa gani watu wasinijue? Watu wananijua kuliko unavyofikiria. Yaani niangalie kitu gani tena kutoka kwako. Watu wanasema kwamba sio wewe tu, hata hao wengine wasanii wengine na watu maarufu. Mimi naamini mtu hawezi kutoa shilingi laki tano kuchukua fomu aende kuitupa kwa sababu ya kutafuta umaarufu mm. Mimi naamini mpaka anatoa shilingi laki tano yake, maana ana nia njema na jamii ambayo anataka kwenda kuisaidia. Wanachokisema wao Mjako, sio kwamba mnatafuta umaarufu lakini mm. kwamba ni kwa sababu mnaona kwamba mmekuwa maarufu, kwa hiyo watu watawapigia kura kwa sababu wanawajua na mtapata hizo nafasi. No, sio kwamba mna nia ya kweli ya kuongoza. Mimi ukiniambia hivyo nitakatalia. mm -hmm. Kila mtu labda kuwe na kijana ambaye anachukua fomu hajaipitia ilani ya CCM mm m -hmm. Ilani ya CCM imejibe imejikita kwenye digital platform ilani ya sisi imejigita kuleta mageuzi katika utendaji wa kazi kutoka kwenye analog ingia kwenye, kwenye digital. Ukinapozungumzia digital, utatuzungumzia vijana ambao sisi watu maarufu ambao tunashinda kwenye digital mm. Tunajua serikali inataka kwenda wapi. Kijana wote unaona anachukua fomu, maanake anania njema na sema anaona hapa kiatu changu kinanitosha kwenda kuwasaidia watu wangu mm. Kama mtu ameweza kuendesha harambee ya kuchangia zaidi ya billions of money pale mimi nimesimama nyuma yangu ipo waziri mkuu, nimechangia zaidi ya mabillions of money kuichangia timu za taifa, kwa nini nisitumie umaarufu na nguvu nilokwenda kwenda kusaidia watu wa kule chini? Kwa hiyo tujaji kwa matukio yetu, mimi nipe vet ni vote mimi kwa matukio yangu. Kama niliweza kutumia umaarufu wangu huo, nimeweza kuchangisha pesa, kwa nini nisitumie umaarufu wangu huo kwenda kusaidia jamii yangu? Kwa hiyo siwezi kusema kwa sababu eti naomba kura kwa sababu mimi ni maarufu no, ni jaji kutokana na matukio yangu niliyofanya. Hmm. mimi ndio mtu wa kwanza kusimama na kunadi kuhusu Tua, leo kila mtu anazungumza tua. Mimi ndio mtu wa kwanza nilichaguliwa kwenye tume na, na, na waziri wa michezo mwenye dhamana ku, kuendesha harambee na mgeni rasmi akiwa mheshimiwa waziri mkuu. Nimechangisha zaidi ya bilioni pale Johari Rotana. Nani ambaye hajajua nguvu yangu niliyotumia nilikuwa nawainua watu mashuhuri, nawainua na viongozi wa taasisi kwa nguvu yangu. Tunashindana kwenye kuichangia Taifa Stars mm -hmm. na tulichangia zaidi ya billions of money. Sasa kwa nini situmie nguvu hiyo ambayo nimefanya makubwa? Tunakwenda kule kwenye jamii ambayo nimeiteua kwenda kuifikisha mbali. Ukiona kiongozi au mtu maarufu anachukua fomu, jua ana kipawa, Mungu amempa. mm -hmm. Sio kila mtu anaweza kuwa maarufu, sio kila mtu anaweza akakubalika. Ukiona Mwijaku yuko pale, wangapi walitamani kuwa kama Mwijaku? Wengi. Hechi baba yuko wapi? Usajuma na msoma yuko wapi? Walitamani kuvaa viatu vyetu lakini hiki ni kipawa Mungu anakupa. Mm -hmm. Mungu amekuteua wewe Mwijaku kuwa brandi kubwa. Kwa hiyo kile kipawa alichonipa Mungu sio tu cha kuwa influencer, kuwa superstar, mtangazaji mzuri. Hapana, ni kipawa cha kuweza kufanya kuambia jamii tufanye hichi na kinafanyika. Mm -hmm. Uh, hali ya kisiasa sasa nchini kwetu unaionaje, hasa kwa upande wa vijana, wanapewa ile nafasi kabisa ya kushika nafasi mbalimbali mbali za uongozi? Hali ya kisiasa ndio maana imenishawishi mimi kuingia kwenye siasa. Mimi huwa nilikuwa miongoni mwa wadau ambao nilikuwa sipendi siasa kwa sababu vijana tulikuwa hatupei nafasi. Mm. Lakini toka serikali ya awamu ya tano na sita ilivyoingia madarakani vijana wengi walipewa nafasi na vijana wengi walivyopewa nafasi waliwa prove what wrong. Kwaio ukiona chama au taasisi au serikali inawahusisha vijana kwenye maamuzi, maana yake dunia tunataka iende sehemu fulani. Kwa hiyo kama serikali ya Tanzania imeweza kuwapa nafasi vijana, kwa nini mimi nisijitokeze? Ndio maana nakwambia, mimi nitasimama kipao cha mbele, kipao kipao kipao changu kikubwa kusema hali ya kisiasa kwa nchi ya Tanzania ni nzuri kwa sababu inahusisha level yote ya decision makers. Mm. Vijana wapo, wazee wapo, lakini watoto wa kike wapo, wenye ulemavu wapo, watu wasiojiweza wote wapo. Mm -hmm. Kwa mara ya kwanza Rais Samia Suluhu Hassan anaingia kwenye historia ya nchi kama rais wa kwanza mwanamke wa Afrika, lakini rais wa kwanza amba aliweza kuhusisha makundi yote katika kufanya maamuzi yake. Tazama teuzi zake zinazofanya, tazama decision zake anazozifanya wakati wote. Mda mwingine anasema, nimewapa nafasi vijana msiniangushe. Mm -hmm. Kwa sababu anaamini nguvu ya vijana kwenye kuleta mageuzi katika taifa hili, na hakuna taifa lililoendelea pasipokuwa na vijana. Swali so, langu la mwisho kwako Mwijaku pale Mvomelo, uh, vipaumbele vyako ni vipi kama utapata nafasi? Moja kwenye sekta ya elimu. Mimi nimekulia Kimvomero. Jambo mm -hmm. eh, kubwa ambalo limekuwa likitupiga lime, lime chini ni kuswala la elimu nitatamani vijana wengi kubadilisha mindset zao kuingia kwenye elimu. Of course kilimo kipo kilimo cha kisasa, nataka nipambane tupate kilimo cha kisasa. Mimi nilienda Indonesia, nilialikwa na balozi balozi hapa ile kunipeleka Indonesia. Nilienda Jakarta, nilikutana na vijana ambao wapo kwenye kilimo, na nilienda kuangalia kilimo cha mpunga, moja kati ya kilimo kikubwa kinachofanya Turiani e, eh, mvome, wilaya Mvomero. Ukienda Turiani kilimo cha mpunga, ndio maana wanasema mpunga wa Turiani au mchele wa Turiani una harufu na unanukia, lakini hauna so. Mimi nitakwenza kutengeneza connection baina ya wake watu wa kilimo kutoka Turiani lakini na watu wa kilimo wa Jakarta, Indonesia. Lakini kubwa kuliko lote niliolipanga, nilizungumza na Profesa Tisekwa. Profesa Tisekwa yuko SUA pale kila siku anakuja, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana na mawazo ya usindikaji wa matunda hmm. Turiani tunaongoza kwa kilimo pale tuna kule tunalima nyanya tunalima tunavuna miwa uh, uh, tunalima maepo tunalima maembe mengi, lakini maembe mengi na nyanya nyingi zinaharibika, na historia inasema kuwa baadhi ya mkoa uliokuwa umeongoza na uharibifu wa nyanya ni Morogoro, hasa Morogoro wilaya ya Mvomero lundo la nyanya ziliharibika zilituba kukosa masoko. Sasa niliongea na Profesa Tisekwa, tutaweka interconnection mwingiliano baina ya wataalamu kutoka SUA kwenda kufundisha wakulima wetu wadogodogo, namna gani unaweza ukaisindika nyanya isiharibike, ikalast longa nayo ukaenda kupata biashu, faida baadaye. Kwa sababu mkulima wa, wa, wa wilaya ya Mvomero sahivi akilima nyanya ikikaa miezi miwili kajapata mteja ameingia sara, sasa mimi nakwenda ku, kuua hiyo yani nataka uwe na stock yako kama vile unapovuna una, una una, una mpunga unasubiri, una kipindi cha low season ndio uuze. Nataka na, na, na kilimo cha nyanya, kilimo cha embe, kilimo cha ndizi tuwe na stock, ambapo kipindi ambacho tunaona watu sasa hivi wanaingia mashambani kulima, wewe ndio unatoa bidhaa yako nakwenda kuiuza, na inawezekana. Kwa sababu nimeongea na profesa Tseko akaniambia Mwijaku, inawezekana kama tutakubaliana kusindika kitamaduni hmm. Kwao nimekuja na dhana mbili, kwanza kuweka connection baina ya Indonesia, watu wa wanafanya kilimo Indonesia, na watu wa Mvomero, lakini kikubwa nitaweka mahusiano chuo kikuu SUA kinapatikana Morogoro. Lakini niulize toka Mvomero imepandishwa kuwa wilaya, hakuna mwingiliano baina ya SUA na wakulima wa, wa, wa Mvomero. Kwa nini hakuna, na wakati SUA na Mvomero ni kilomita 25. sasa mimi nakwenda kuweka muunganiko wa wataalamu. Profesa Tseko amenambia, nitakusaidia kwenye hilo, kwa sababu wote tutakuwa na malengo moja, kuwafundisha watu namna gani tunakwenda kusindika bidhaa zetu au matunda yetu ili kuweza kuyatumia kwa muda mrefu. Hiyo ndio dhana yangu, lakini kubwa kabisa kuainua kielimu mm. Moja kati ya kitu ambacho tunadhana mgando tuliani mtu watu wanavimba kupigana zongo. Yaani mtu anavimba atasikia unanivimbia mimi nitakupiga zongo, <laughs> kupiga zongo unaweza ukaumwa usijue unauma nini. Mimi mwenyewe nilishia kupigwa zongo. Kwa hiyo nataka nitoe dhana ya kupigana zongo, lakini nitengeneze dhana ya watu kwenda shuleni, lakini kubwa kutengeneza umoja wa Wazigua. Asante sana Mwijaku na nakutakia kila la heri. Thank you very much. It's my pleasure. Karibu Mvomero. Njoo utembele Mvomero, asante. Uone tamaduni na mila za Mvomero. Njoo uone hali ya hewa ya Mvomero ilivyokuwa nzuri. Inshallah kesho nitakuwa kule Mvomero kwa sababu ya kikao na wananchi wa Mvomero. Asante sana.